Simu ilipiga nikiwa nimesimama juu ya kaburi, nitazama screen nikagandishwa. Jina liliandikwa lilikuwa ni jina la kaka yangu. Kabla ya kuendelea, hakikisha unabonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe ili kuwa wa kwanza kupata stories zetu kamili, hapa hapa Kipua Media Stories. Miaka miwili iliyopita nilimzika kaka yangu. Alikufa ghafla usiku, bila kuaga. Tulifanya taratibu zote za mazishi, tukamzika kisha tukarudi nyumbani tukiamini yote yameisha, lakini kumbe haikuwa hivyo. Siku ya kwanza baada ya mazishi simu yangu ilipiga saa tatu kamili usiku. Ilipoangalia ilikuwa ni namba ya kaka yangu niliyemzika siku mbili zilizopita. Nilizani labda ni mtu ananitania. Nilikata ile simu na kukaa kimya. Usiku uliofuata simu ilipiga tena saa tatu kamili kama ilivyopiga siku ile Namba ilikuwa ni ile ile, na sikupokea ile simu. Kesho yake niliwaambia ndugu, lakini kila mtu alisema huo ni utani wa watu ba. Usiku uliofuata simu ilipiga tena. Safari hii niliamua kuipokea. Sikusikia sauti ya kawaida, hakukuwa na kelele wala pumzi. Kulikuwa na neno moja tu ikisema kwa sauti ya chini sana, usinipite. Kisha simu ilikata. Kuanzia siku hiyo simu ilianza kupiga kila siku saa tatu kamili usiku, na kila mara maneno yaliokuwa yakiongeleka upande wa pili yalikuwa ni yale ya siku zote, usinipite. Nilianza kuogopa sana, nilizima simu, lakini bado simu iliwaka yenyewe. Nilibadilisha laini, lakini bado namba ilinipigia ni ile ile. Nilianza kuota ndoto mbaya na za kutisha. Nilikuwa namwona kaka yangu kwenye ndoto akiwa amesimama barabarani akinyoshea mkono akiniambia nisimwache nyuma. Siku moja nilipita karibu na makaburi ya niliyomzika kaka yangu, nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa narudi, nilikuwa njiani kurudi nyumbani, simu ilipiga. Kwa mara ya kwanza haikuwa saa tatu siku tena, ilikuwa ni mchana kweupe kabisa. Ujumbe uliingia, umenipita. Usiku huo sikuweza kulala kabisa. Nilijua simu ingepigwa tena, na nilijua safari hii nisingeikwepa bali ningeipokea. Ilipofika saa tatu usiku simu ilipiga kama kawaida, ilipokea. Sauti ilikuwa ile ile ya siku zote, lakini safari hii aliniambia, njoo. Kisha simu ikakata. Bila kujua kwa nini, nilivaa nguo na kutoka nje. Miguu yangu ilinielekeza yenyewe mpaka makaburini. Nilisimama juu ya kaburi la kaka yangu, simu ikapiga tena na nilipokea. Nikasikia sauti kwa mbali ikisema kwa mara ya mwisho usinipite. Ndipo nikagundua kaburi la kaka yangu lilikuwa wazi kidogo, kana kwamba kuna mtu alikuwa akijaribu kutoka nje. Nilisogea kuangalia, niliona mwanga hafifu kwa mbali sana, na kuna kitu niliona kicho nistaajabisha. Usikose sehemu ya pili, hakikisha unabonyeza alama nyekundu subscribe, ili kupata muendelezo wa hadithi hii na hadithi zingine zinazokuja hapa hapa Kipua Media Stories.